Tunashukuru Mungu kwa kutumia delegasio, tayari tumeona delegasio, ni rais anatuma, tunasema karibu sana na tukaongea kweli. Maneno tuliongea ni lazima bo, yani kisa ya maneno wala kichwa maneno tumeongea ilikuwa tu ni message ya kusema kama sisi shida zote za operation, hakuna tatizo tunayo kuhusu wanyamlenge wala raia wa Kinyamlenge, hapana raia wa Kinyamlenge tunaishi nabo hapa Uvira, na wote walikuwa kimya hapa, na kwa hivi wakati MF2... Nam mpenzi mdugu, msikilizaji na mtazamaji wa kituo hiki cha habari, hujua kwamba hii ni Reality Mambo TV, kituo cha habari ambacho kiko hapa kwa sababu ya kukupasha habari. Kinapatikana barani Afrika mashariki mwake DRC Kivu ya Kusini. Basi ni kwangu kukupasha habari, ikiwa kama vile jukumu langu na mimi kabisa kuweza kukufikishia habari hii, na wewe hata pia kabisa kunifuatilia. Lakini eh, unakaribishwa popote pale ulipo, ajalishi ulimwenguni mzima, katika bara tofauti, ikiwa Afrika, Oceania na hata huko Ulaya na kwingineko ninakuomba kuungana nami mwanzo hadi mwisho, lakini pia hata kwa kuweza kujiunga katika channel hii kwa kubonyeza alama ya subscribe hata alama ya kengele, unapata habari zetu katika muda mwafaka na wakati wote ule ambapo tunapoweza tu kukupasha habari. Hivyo ni nikupashe kabisa katika maeneo tofauti, ikiwa tarafani Fizi mashariki mwa DRC, Kivu ya kusini, maeneo ya Angole, mapambano ambayo yaliendelea kujiri huko na hata pia mjini Uvira kutokana na amri ambayo imetoshewa naye rais wa Kongo, rais wa DRC Felix Antoine Tshisekedi. Na pia kabisa na ni kupasha kwamba mjini Bukavu ambako waasi wa, wa M23 wameonekana tena kupora. Ungana nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki. Basi na nianzie mara moja kwenye milima mirefu ya tarafa la Fizi ikiwa mashariki mwa DRC, Kivu ya Kusini, maeneo ya Kanguli Bikiaka, ambako kuliendelea kabisa mapambano kujiri kati ya wazalendo na FARDC kupambana dhidi ya waasi wa FSM 23, redi tabara twigweneo na na hivyo mapambano hayo yaliendelea kabisa katika maeneo hayo milio ya risasi kuweza kusikika na hata wakahaji kuweza kuhama kuondoka katika maeneo ambako walikuwa wanakaa, kwa ajili ya kuhofia hali ya usalama kuwa mbaya. Lakini kutokana na vyanzo vya habari, vinaweza kuthibitisha kwamba mapambano hayo yaliweza kujiri na kuonyesha kwamba waasi wa FCM 23 wanaweza kushika katika maeneo ya bichaka na hata maeneo ya kijiji cha Angole ambako waliweza kushika na hivyo majeshi ya Kongo kuweza kurudi nyuma ikiwa hiyo tariki 27 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Lakini ilipofika jana tariki 28 mwezi huu wa Januari mwaka 2026, chanzo hicho cha habari chenye kuaminika kwa upashaji wa habari kutoka kwenye uwanja wa vita imeweza kuthibitisha kuwa baada ya wazalendo weza kupata nguvu mpya kabisa na waliweza kabisa kufanyikiwa kumwondoa adui huyo katika makao ambayo aliweza kushika na hivyo kuweza kumrudisha nyuma akiweza kuelekea hata maeneo ya Minembwe. Hali hiyo inaweza kuonyesha kwao jeshi la FARDC na wazalendo kuweza kuwa na nguvu na kuweza kuwarudisha nyuma na hata kuchukua mahali ambako waliweza kushika waasi hao wa M23, Red Tabara na twigwa neo ni kupasha kwamba hali ya usalama katika maeneo ya huko nyanza za juu za Fizi kumeweza kabisa kusikika kwa sasa kuwa kimya, lakini kuweza kabisa kukaa chonjo kusubiria tena kuhusu habari kutoka kwenye nyanza za juu yale ambayo yanaendelea kujiri bila kukawa kabisa. Nijielekeze mara moja, ikiwa katika mji wa Uvira ambako kumeonekana Jenerali Makanaki Kasimbira John pamoja na Jenerali William Moli ya kutumba akiuongea na kuonyesha jambo ya kwamba amri iliyotoka kwake Rais Antoine Felix Sekedi, na hivyo kuweza kuonekana mtu ambaye aliweza kumtuma naye Jenerali Makanaki Kasimbira John aliweza kabisa kulivalia tena jambo njugwa la kuweka usalama katika mji wa Uvira, kuto kunyanyasa watu na chochote kile, lakini pia aliweza kuligusia jambo la kuonyesha ya kwamba wale wote ambao waliweza kuenda na jeshi la waasi wa M23 hususani lile kabila la Kinyamulenge ambalo lilikuwa linaishi katika mji wa Uvira liweze kabisa kurudia bila tatizo lolote jambo hilo liliweza kabisa kulinganishwa na jambo ambalo mzee William Mamuli ya kutumba aliweza nayo kuligusia, wakienda sambamba kabisa kuonyesha hali ya usalama kuwa nzuri katika mji wa Uvira na kutokunyanyasa mtu yoyote, na wale wote ambao waliwenda kukimbia na wasi wale wa 3 uweze kurudia, kwa maana hakuna tatizo yoyote na hakuna atakanyanyasika ayo. Akiweza kuzungumza, tunashukuru Mungu kwa kutumia delegasio tayari tumeona delegasyon ya rais anatuma, tunasema karibu sana na tukaongea kweli maneno. Tuliongea ni lazima mbo, yani kisa ya maneno wala kichwa maneno, tumeongea ilikuwa tu ni message ya kusema kama sisi shida zote za operation, hakuna tatizo tunayo kuhusu wanyamlenge wala raia wa kinyamlenge hapana. Raia wa kinyamlenge tunaishi nabo hapa Uvira na wote walikuwa kimi hapa, na kwa hivi, wakati M23 alifika hapa na ndio aliwabeba kwa nguvu meme, hapa Uvira tulikuwa tunaishi nabo mzuri sana. Yaani kifupi ni kusema nini, message mimi makanaki natosha kwa saa hizi. Tunaomba wale wote walidanganyika kwenda na M23 kukimbia, wale wa kongomani warudie, tuishi na uo kwa amani, wasisumbuke na wasidanganyike ila wakuje kwa roho moja ya upendo ya kuishi kiraia jisi tulikuwa tunaishi nabo depui zamani. Kwa trupe zetu zote, wala kwa trupe zangu zote, tunaomba waache watu wasinyanyasiwe, na pasiwe mutu wa kunyanyasa mutu, aseme huyu alikuwa na M23, tumukamate tumupige. Hapana, baache batu na amani, na ule yoyote alikimbia arudi kwa amani, tuishi hapa Uvira kwa amani.

Haijalishi kwake Rais wa Jamhuri wa Kidemokrasia ya Congo Felix Antoine Chisekedi kuweza kutuma mtu huyo na majenerali hao wawili kuweza kuthibitisha hali ya usalama kuwa salama salamini kabisa, ambayo wanapiga marufuku mtu kunyanyaswa na chochote kile na hivyo kuligusia jambo la kabila ambalo liliweza kwenda na waasi wa M23 hususani kabila hilo la Wanyamulenge ambao lilikuwa linaishi katika mji wa Uvira, kuweza kurudi na kukaa kwenye makao yao kamilifu ambako walikuwa wanaishi Uvira, na kuthibitisha kwamba walikuwa wanaishi nao salama bila tatizo yote. Ila jambo la upinzani linaendelea kuonekana ya kwamba jambo la rahisi kutuma mtu huyo na kuweza kuzungumzwa hapo ya kwamba watu wapate kurudi wale ambao walienda na jeshi la M23 katika maeneo ya Kamanyola hususan hilo kabila la Kinyamlenge kuweza kurudi tena. Hivyo jambo hilo linaonyesha upinzani na kuweza kuonyesha kwamba jambo halipendezi kabisa tena kuwaona wao kuweza kurudi katika mji wa Uvira. Lakini yote aliweza kuthibitishwa na kuweza kuonyeshwa na mmoja wa wananchi ambaye aliweza kulaumu jambo hilo. Generali Makanaki na Generali ya Kutumba. Sasa tuko tunajiuliza hivi, yaani ye rais wetu Banyamulenge, donc ndo ba malaika Mkongo ulemai? yeah. guvernema yetu hii ah, ah. yeah. Mbona makabila zingine kule zinauawa zinafanywa nini? Saiba Bafulero Babembe, izi kabila mbili wanateseka, Burundi le mbaya huh? batu banakufa kusiku di person mwile kambi ya wakimbizi kule, Ba Fulero tu na babembe banakufa busiku mchana kwangaika, bamepiga mayowe donc Umoja wa Mataifa asikie hata guverma isikie Anapeleka misaada tu ba juju sasa. Hapa Banyamurenge tu benye bandugu zabo balienda nabo ba M23 ba kawacha Kamanyola tisekete natuma mpaka delegasi kwenye kwa ya Kutumba na makanaki eh, na mimi na ningekuwa Mnyamurenge naona, na mimi na ningekuwa Mnyamurenge kabisa. Kongo Kongo ni Abanyamurenge ndo biko juu kabisa, eh sawa. Makanaki pole sana, na ya Kutumba pole sana. Ndo muoneone sasa. Mnaona huko? Watoto wapendwa wa Kongo ndo hao. Hao ndo watoto wapendwa wa Kongo hao. Ndo maana hata mnapigia debe. Kumbe mnajua hao ndo ba amfasheri ba Kongo hao. Sawa. Ile makate sasa second tribe nayo. Yaani haina kitu mkongo. Haina kitu. Tutaanza changer, tutaanza changer, makabila sio bote tutaitwa wanyamurenge tu. Mkongo mtakuwa stile moya, kama unapenda una upate sifa uitoe tu yako munyamurenge, basi utasemewa <tipi> na guvernema na kila onje atakusemea na kila mzalendo atakusemea atakutapa batu benye banakim M23 yopeke, twende banduku yetu banaenda na barebele sahi delegasyon atoka Kinshasa na wenye kwa Maburundi, bengine iko, bengine walikufia mai kuvuka na mabido Muruzizi. <coughs> ah, ah, ah, Kongo yetu ni Mungu tu Mungu saa mazalendo, mwone mwone vrema hapo, kama hakuna kitu kuko mama yake ya kitu. <coughs> Tena mbona M23 Bukavu? iko na ua ba kongomani mpaka mwisho, goma inaua mpaka mwisho. Atuya atuya sikiaga siku moja, guvernema ya Kongo inatuma delegasyo hata muzungu wende wambie M23, bale ni ile ni populasyo yangu, hata mie siwezi fika kule. Mwe bazungu mwende mubambie ile ni populasyo yangu, bachi kuniwia bato. Atuya sikiaka hii. Bukavu nao ni Uvira walingia emwa eh, yabo. Bali uwa yabo bakauwa bakauwa. Atukusikia government ilituma delegation hata kwa hata ku munisiko bana mwambia bale watu bana wa population yangu. Njoo ni hizi makabila zenye hazina faida za Kibantu. Lakini nilo tik anakimbizwa tu na ndugu yake M23. Ndo balikimbia lakini gouvernement na inatosha delegation wende wambie vale watu na baseme kama vale watu warudi prema Congo, tugeuke tu Banyamurenge sevote, ndio tutaona thamani ya Congo. Naona vile katre cent cinquante tribu tribu moya hii ya kigeni ndio tusumbue Gouvernement zetu. Vraiment, est-ce que ba conseye, ba ba president Munakuwaga wapi? Amwiko wa Kongomani vraiment munabafezeresha sana. Hizi makabila zingine za Kongo muni kama unazifezeresha. Hawa watu watakosa kujipandisha haye tu haye tu ah! Basi, hatuyakwa na bahati ba Kongomani. Na Mungu iko, Mungu iko lakini kutokana na maneno hayo ya upinzani aliweza tena kurudi na kuweza kuonyesha kuhusu hali ya kabila hilo la Wanyamulenge. Vrema hiyo kabila ya Wanyamulenge mtanyesikize kusema hivi. Ni kama hii kabila ilibarikiwa aka mu njia nyingine au bana au tunaiogopa. Hizo neno mbili vrema tutakuwa neno moja yenye tatupatia jibu. Nakumbuka tena 2000 ile wakati yenye walifanya kama Balibafanya masakre tena kama ilikuwa wakati wa RCD ile, kama ilikuwa 2004, kama ilikuwa 2000 kombie ile hmm? ile wakati moya ivi bo tena balikimbia kama muvira bote bote bakavuka ma frontiere bote Wanyamurenge bote bote ba tu sibebe tu bakia kama muvira ma ba kutetemeka, mara batakia kutuia omu. Mungu akawagaukia kesho yake, kwenye walikimbilia Gatumba, masakre moja ya ajabu sana benye walibakiaka sasa kule. Masakre guverneme yetu yenye tulikuwa nayo en place ile wakati ilikuwa hiyo na hiyo, kanaambia huyu, <coughs> tangaza eh, hey, bakatangaza ilfo bale wanyamurenge warudie. Nakwambia Uvira population ilisimama, raia ikasimama ili populacio na raia mutaelewa. Bali balifanya maandamano, wakapinga bale batu balienda na basirudi. balikuwa kumakazi, wakanyanganywa ile makazi yeye na kila mutu, kila mnyamurenge mwenye alikuwa na kazi akirudi kazi yake rudi, watu batu bakapinga, balikimbia wao peke nawasirudie tena kunchi yetu bwana. Ndo maana nasema hiyo kabila hiyo Kongo kama ndo wakongomani halisi, kama ndo wakongomani originale, sijui ili parese wamoya ile makatresasekantriv tukobakongomani, kama ni pirate, kama ni nini hmm? na kuambia guvernemat ya Congo yaele, wakati ya kabila huyo kanambe akajikoalize na Monisco. Hey, avo watu walingiziwaka parforse batu batu walikuwa ku Uvira, watakumbuka hapo helikoptere juu mbili muvira magari ku... <coughs> balingiziwa par force, gari za Monusco, gari za basoda <coughs> par force ndio walingiziwaka. Nani afoka basoda ni masasa hivi, kubatu batu walikuwa baisha panga wawashambulie na bauya mule mulemule, kama zilikuwa gari kama kumi na ngapi makamya Siwalingiziweka kwa kinguvu na Kongo maani original. na maburundi kule, wafulero wabembe wanajaa matanzani wanajaa makenya wanajaa ma, ba, ma South Africa wanajaa kini, hiyo kabila hiyo original ya Kongo. Wema Mungu tu Mungu, Mungu tu Mungu hapo watu wanatusumbua sana. Je, Mungu haoni? Mungu haoni? Kama vo njo wa minorite, eske Mukongo kabisa muna kabila zingine zenye ni za kidogo sana kushinda awo Banyamurenge. Tuseme sa vile Babwari Banyamurenge na Wabwari si Banyamurenge, viko mingi sana hmm? Twende banani wa ba kabila ingine gania? a Ah, wote wa masanze ni kakabila kadogo sana.

Muna tukana, tukana Felix. Tunaishia pale mtatusame. Me. Me nchi zingine ni vitu vya haya sana. Kuvirma zetu ziko zinajipatisha haya. Basi ni kupasha mara moja katika mji wa Bukavu ikiwa katika Kivu ya kusini mashariki mwake DRC ambako imeripotiwa waasi wa M23 kuweza tena kuhiba vitu katika mji huo katika ofisi ya DGDA lakini kwa mujibu wa, wa chanzo cha habari inaweza kuonyesha kuwa vitu hivyo vinaweza kuelekea katika nchi jirani ya Rwanda, na hata hivyo, ikiwa imeripotiwa tariki 28 mwezi wa Januari mwaka 2026. Jambo la kulinganishwa kama jinsi limeweza kutendeka katika mji wa Uvira ambako waasi wa FCM 23 walihiba wali vitu na kuwahacha wengine kabisa kuhuzunika kutokana na mambo ambao walienda wanaiba. Jambo hilo hilo limejirudilia katika mji wa Bukavu, lakini matendo hayo haijajulikana kabisa sababu madhubuti ya kuwafanya wao wapate kuiba mambo hayo, na ikiwa katika mpango wa kuonyesha kwamba watazidi kusonga mbele na wengine kuthibitisha kwamba wameshindwa, na ni kupashi ya kwamba ikiwa leo tariki 29 mwezi wa kwanza mwaka 2026 ambako nimekuja kukupasha habari ambayo yaliweza kujiri. Lakini ungana nami hata kwa kujiunga katika channel hii na hata kabisa kwa gawia watu wengine wapate kufaidia, kama jinsi unavyoweza kufaidia. Tutakutana tena ikiwa mapenzi ya Bwana. Asante.